Siku hii ilisimikwa rasmi Disemba 18, 2014 na baraza la Umoja wa Mataifa na kuanza kufanyiwa kazi mwaka 2015 kuwa kila ifikapo Juni 13 itakuwa siku ya uelewa wa watu wenye ualbino duniani kote. Na mwaka huu juhudi hizi zinatimiza miaka kumi tangu kuasisiwa kwake. Ni ukweli kwamba bado jamii haina uelewa mkubwa wa watu wenye ualbino na kuwafanya waishi kwa hofu kutokana na vitendo vya unyanyapaa na ukatili wanaofanyiwa ndani ya mitaa yetu. Takwimu za Umoja wa Mataifa zinaonyesha kwamba barani Ulaya, mtu mmoja kati ya watu elfu 17 hadi elfu 20 hukutwa na hali ya ualbino huku Sub-Saharan Africa ikiwepo Tanzania ni mtu mmoja kati ya watu 1400 hukutwa na ualibino na huko nchini Zimbabwe ni mtu mmoja kati ya watu 1000. Watu wenye ualibino wanakumbwa na changamoto mbalimbali mbali ikiwepo kansa ya ngozi ambayo ni jinamizi kubwa katika maendeleo ya kundi hili ndani ya jamii zetu. Kansa hii inakuja kutokana na athari za mionzi ya jua inayochoma moja kwa moja katika miili yao kutokana na kukosekana na kichocheo cha melanin kinachoipa ngozi rangi yake ya asili pamoja na macho na nywele. Hata ukiangalia ajenda kuu ya mwaka huu imejikita katika juhudi za kuwalinda dhidi ya saratani hii, ili kulinda uhai wao, hasa jamii itakapokuwa mstari wa mbele kuhakikisha mahitaji kama sunscreen miwani jua na mavazi ya kuwastiri na miale ya jua yanapatikana bila changamoto yoyote. Ili kujenga jamii yenye maendeleo jumuishi, ni lazima kulinda heshima na mchango wa kila mmoja, wakiwemo watu wenye ualbino na kuwaita kwa majina yao ya ubini na kuepuka majina ya unyanyapaa kama walemavu wa ngozi na mengineyo. Ni wajibu wetu sote kuwajumuisha katika kazi mbalimbali mbali za kiuchumi ili waweze kuendesha maisha yao na familia zao baada ya kuwaona kama wategemezi ndani ya jamii zetu. Wao ni sisi.